Hii ni barua ya wazi kutoka kwa tajiri wa klabu ya Simba Mohammed Dewji ambayo ameandika kwa ajili ya mashabiki wa klabu ya Simba. Hebu isikilize, then utaniambia hapo kwenye comment ni upi mtazamo wako juu ya barua hii ya tajiri Mo. Ndugu zangu Wanasimba, nawaandikia leo nikiwa na masikitiko, lakini pia nikiwa na imani isiyotetereka. Katika wiki zilizopita tumeshirikiana kwa karibu na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki stahiki, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho la CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ilifuatwa kwa umakini ili kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo huo, baadhi ya matukio yaliyotokea nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi. Taarifa zilianza kusambaa mitandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulieleza wasiwasi wetu kwa uwazi. Pamoja na juhudi hizi zote, CAF imethibitisha kuendeleza uamuzi wa kuhamishia fainali hiyo Zanzibar. Bila shaka, matokeo haya ni ya kusikitisha. Si kwa Simba tu, bali kwa mashabiki wetu na kwa wote waliotoa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu binafsi, hatukutendewa haki. Lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu inayotegemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendeshwa na imani na nguvu ya watu wetu. Tunaenda Zanzibar si kwa hiari, bali kwa wajibu na tutatimiza wajibu huo kwa mshikamano, kwa dhamira na kwa fahari. Yaliyosalia tumwachie Mwenyezi Mungu. Kwa wachezaji wetu, mnavaa nembo yenye historia. Ingieni amani kwa vichwa juu, chezeni kwa ujasiri, kwa umakini na kwa utulivu kama mashujaa wa Simba mlivyo. Kwa mashabiki wetu naelewa hisia zenu, nami na pia nahisi hivyo, lakini sasa ni wakati wa kugeuza hisia hizo kuwa nguvu ya pamoja. Tujaze amani kwa moyo, kwa matumaini na kwa sauti. Tuwafanye wapinzani wetu waone na wasikie kishindo cha Simba popote tulipo. Asante kwa wadau wote waliowezesha safari hii: serikali, shirikisho la mpira, vyombo vya habari na kila aliyeshiriki katika maandalizi ya mchezo huu na kwa wote mnaotazama uwanja unaweza kuwa umebadilika, lakini Simba ni yule yule. Dhamira yetu iko wazi. Tunaelekea Zanzibar tukiwa tayari kupambana. Simba ni mfalme na anaweza kunguruma popote. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu libariki soka la Afrika. Imetolewa na Mohammed Dewji, Rais wa Simba na mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi. Hiyo ndiyo barua ya wazi iliyoandikwa na tajiri wa klabu ya Simba, rais wa Simba na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, barua ambayo ameandika maalumu kabisa kwa ajili ya mchezo wa fainali ya CAF Confederation Cup, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa Jumapili hii tarehe ishirini na tano Mei katika uwanja wa Amani Zanzibar. Simba Sports Club wakimkaribisha RS Berkane kutokea nchini Morocco. Ni upi mtazamo wako juu ya barua hii ya wazi kutoka kwa tajiri Mohammed Dewji? Niandikie hapo kwenye comment. Hapa ni super supertrov to follow ili wa kwanza kupata update stori zote za kimichezo.